Timu ya Lazium kutoka Matuga, kaunti ya Kwale imetawazwa mabingwa wapya wa Rashid Abdalla Super Cup awamu ya sita mwaka huu wa 2025. Hii ni baada ya kuonyesha kiwango cha juu na ushindani mkubwa dhidi ya Azam FC. Lazium iliingia uwanjani kwa kujiamini, ikitawala mchezo kuanzia dakika za mwanzo kwa kasi, pasi za haraka na mashambulizi yaliyoiweka Azam katika presha kubwa. Safu ya kati ya Lazium ilitawala mchezo, huku ulinzi wao ukisimama imara hadi filimbi ya mwisho. Katika kipindi cha pili Azam ilijaribu kurejea mchezoni kwa kubadilisha mbinu, lakini jitihada hizo zilizimwa na uimara wa Lazium, hali iliyovunja moyo mashabiki wa Azam waliotoka uwanjani mapema. Fainali hiyo iliyochezwa katika uwanja mpya wa Kwale Stadium kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa michuano hiyo na kushuhudiwa na umati mkubwa wa mashabiki. Kwa ushindi huo Lazium imejinyakulia shilingi milioni 2.5 huku Azam ikipata milioni 1.5. Michuano ya Rashid Abdalla Super Cup huandaliwa kila mwaka kwa lengo la kukuza vipaji na kutoa jukwaa kwa wachezaji wa soka la mashinani. Mashabiki sasa wanatizama Lazium kama moja ya timu hatari zaidi katika soka la Pwani. Kaxton Musyoka, Maj Digital TV